Mwisho wa siku ndio akaja tukaonana naye. Kwa sababu gani? Neno la Mungu lilikuwa jakanda mwake kwa wingi, wana pesa sana. Kwa hiyo kanisa la uvuguvugu ni kanisa ambalo Yesu analitazama kwa jicho la tofauti sana, yani kwamba halihesabu katika ulimwengu wa roho. Kanisa la watu vinyonga, ugeu. Ukimkuta kanisani mtu mwema sana, akifika nyumbani watoto sikupigwa huko majina ya ajabu ajatoka Wakati mtu anaumba, unajua neno linauma. Hata kama kuna mama uko mara hapa, jaribu sana kuchunga kila chako. Unapotamka neno kwa mtoto wako, hakikisha unatamka neno la baraka. Usitamke neno ambalo linaweza kuleta laana baadaye. Unajua asili ya mbwa, mbwa anatembea tembea ovyo, mbwa hana makazi, mbwa hana makao, lakini kuna watu watatoka pambwa, mtoto wake mwenye anaenda toka pambwa ile neno linaumba. Mwisho wa siku za kulia tena kwa watumishi. Jamani niombeeni watoto wangu wamechanganyikiwa, watoto wangu hawasomi, wameharibikiwa. Kumbe una jambo ambalo ulilipanda katika maisha yako. Kwa sababu kinywa kinaumba. Ndio maana mahala pale Yesu akasema, barikini wala msilaani, kwa sababu kilaani kile kinywa kinaumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa hebu tuangalie haraka juu ya kanisa. Hapo ni mzungu wa kanisa mmoja hapa nafundisha. Sasa kuna kanisa lililo hai. Hili ndio kanisa ambalo nataka nijizungumzie kwa undani zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kanisa lililo hai ni kanisa la aina gani? Ni kanisa ambalo linazaa matunda mengi ya kiroho. Haleluya. Ni kanisa ambalo linaongozwa na Roho Mtakatifu, liko chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Ilibarikiwa sana mafundisho ya mwalimu asuku nifundishe bila kuongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kanisa lililo hai tunasoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2:19, anasema "Nayajua matendo yako na upole na upendo na subira na uvumilivu, tena basi matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Bwana Yesu asante. Amen. Hebu jiulize binafsi, wewe mwenyewe, jinsi tumepokea wokovu mwanzoni na leo hii ukoje? Yawezekana wakati umepokea ukovu ulikuwa ni mwombaji sana ilikuwa haupiti mwezi bila kuomba wala ushurutishwe na mchungaji wala na mzee wa kanisa wala mtu yote, ulikuwa unachukua hatua ya kufunga na kuomba bila. Leo hii ukoje nje? Jaribu kuweka vipimo. Kumbuka wakati unapokea Yesu ulikuwa mwaminifu sana wa kumtolea Bwana sadaka, mafungo ya kumi, shukurani. Ulikuwa na juhudi juu ya kazi ya Mungu. Leo uko hatua gani? Kumbuka ulipokuwa umekombolewa mwenyeji mara ume, siku, siku za mwanzo mwanzo zile ulikuwa ni mtu ambaye unapenda kwenda kujitoa kwa mtumishi wa Mungu kwa mchungaji wako, unapenda unafanya kazi. Hebu nikupe nikupei siri, yamkini kuna watu wengi hawafahamu wa siri ya mafanikio ya mtu yoyote wa Mungu aliyekusudia kabisa kwenda mbinguni. Ni kufanya ama kuwa karibu na mchungaji wake, baba yake wa kiroho, utapata siri nyingi sana. Acha kucheki wewe, nenda tu pale unakuta mamchungaji mnyang'anya vyombo, anza kuyosha. Unakuta mtu bwana, hebu acha mtusaidie. Wana Yesu Kristo, matendo yako ya mwisho lazima yazidi yale ya kwanza. Wana Yesu Kristo, kanisa lililo hai, lile ambalo katikati yake na upendo tele. Ukisoma Warumi 5:5 anasema, na pendo la Kristo limemiminwa katikati yetu na Mungu wana pesa sana katikati ya lile kanisa lenye uhai kuna nini? Kuna upendo, kwa sababu upendo ndio kila kitu. Upendo unabeba matunda yote ya Roho Mtakatifu. Aliye na upendo hawezi kumchukia ndugu yake, aliye na upendo hawezi kumdharau mwenzake. Biblia inasema kwamba inasema katika Mithali kumi na mbili inasema asiye na akili humdharau mwenzie la Kristo Yesu katikati yake linakwenda lililo hai lina konda, upendo katikati yake, sio hali ambayo kanisa lokuta kwamba kiona kanisa linamchukia mwenzake, kwamba yule sio mwenzetu, yule sio wa dhehebu yetu, yule hatusali pamoja naye, msiende kwenye mkutano wake wala msishiriki habari zake. Huyo anawapeleka kuzimu, anakupeleka katika kanisa lililokufa. Kanisa lililo hai lina upendo ana kwa sababu mbinguni tunakokwenda kule hakutakuwa na madhehebu wala dini. Kuna, watakatifu atako, mbingi, kuna mbinguni, watakatifu peke yako katika ule ufalme. Anasema Isaya mbili, njia ya kwenda mbinguni ni ya watakatifu, japokuwa wataonekana kama mechanganyishwa duniani, lakini hiyo siku wataiona nini? Wataiona ile njia. Bwana Yesu, kanisa lililo hai litatembea katika maono ya mtumishi wake. Haleluya! Sasa hapa ninakuja kwa habari ya uongozi. Haleluya. Amen. Kanisa lililo hai litatembea chini ya maono ya mchungaji aliyeitwa mahali pale. Unajua, Mungu anapomchukua mtu ama mtumishi wake anamwambia ninakuita leo, nenda mahali fulani ukanitumikie hapo. Ameitwa na Bwana mahali pale kwa, kwa sababu hiyo, Mungu aliyempeleka mahali pale ana mambo ambayo anataka ayaendeshe kupitia huyu mtumishi a. Sasa kupitia kwa huyo kuna maono ambayo Mungu atakuwa anayaweka ili haya maono yule mtumishi alimsimika mara pale ayaendeshe. Wakati mwingine mbeba maono ambaye pengine ni mchungaji wa kanisa la mahali anaweza akasema, jamani, hebu sasa leo nataka tu, tuanze ujenzi hapa, akaonyesha eneo ambalo lina maji maji. Tunapaswa kama kanisa lililo hai kusema ndiyo, mtumishi wa Mungu, baba, umesema tutafanya hivi, lakini kwa akili za kibinadamu kuna watu watakao sema lakini, mtumishi, hebu tukushauri bwana, hapo mbona pana maji, mbona <laughs> pana maji, tukajenge sehemu nyingine tofauti. Huu shule anasema hii, huu mfano tu ulishisha ulishisha kutokea hii ambayo inaizungumza. Kuna mahali tokea kitu cha jinsi hiyo, yule mtumishi alizungumza na Bwana. Sasa viongozi walioko pamoja naye wakaanza kumbishia kwamba, mchungaji, bwana hapana, yaani mbona viwanja viko maeneo mazuri, kwani tusichukue pale? Nasema hapana.